Yupo wapi Clement Mzize? Hatujamuona e, kipindi icho watu wamemuulizia juzi bwana. Naamini kwamba angekuepo e, huenda e, Young Africans ingefanikiwa kuondoka na alama tatu. Pakua Yanga up bwana, naambiaga lipieni Mzize shato. Taarifa yake toka tumetoka Rwanda alipata injury, kwa hiyo akapata maumivu makubwa kwenye sehemu pembeni ya goti, ndio maana amekosa mechi ya marudiano ya Rwanda, amekosa mechi ya Mbeya na naamepumzia kabisa. Kwa hiyo kwa mujibu wa daktari, huenda tukawa naye Malawi, lakini bado chances ni ndogo, kwa sababu tunataka apone kabisa, arudi akiwa fit 100% inshallah. Mm. Mmejiandaaje, mm. na maandalizi ya kwenda kucheza mchezo wa kimataifa na e, Silver Striker ya Malawi, maanake ni timu ambayo kidogo kule kwao e, imejitahidi kufanya vizuri katika msimu e, uliopita uh, Silver Striker bwana tuna mechi nao tarehe kumi na nane. Ehe, na itakuwa mechi ya ugenini. Wenzetu wao nimeangalia ratiba yao ya ligi, wana mechi nyingine mbili e, watacheza hivi karibuni, mechi na Bullets, ugenini wana mechi nyingine nyumbani, alafu ndo wacheze na Yanga African Sports Club kimpira, maana wao wana faida ya kupata mechi mbili e, za za kucheza. Sisi tuna wachezaji takriban kumi na mbili ambao wameenda kwenye majukumu ya timu za taifa, sita ndani sita wa kimataifa. Tafsiri yake ni kwamba wakati wenzetu wakiwa wanacheza hizo mechi mbili za ligi kule, sisi tutakuwa tunafanya mazoezi uh, Africa Town inaweza kuwa faida kwao kwa sababu wamepata, uh, muda wa kutosha kucheza mechi mbili before kucheza na Young Africans Sports Club, lakini tunawafuatilia kwa karibu. Na hii Champions League ukiangalia msimu huu utakiwe kuchukulia poa, kiumbe chochote kile anaweza kushangaza mtu wakati wowote ule Champions League ya msimu huu. Kwa hiyo tuna tahadhari zote na tunakwenda sasa hivi, kikubwa, kama patatokea chances ya kuimaliza ile mechi pale pale Malawi, tutakwenda kufanya hivyo kwa nguvu kubwa. Ikitokea chances hiyo tumeikosa, basi nyumbani tupate matokeo.